Je, <laughs> so unajua nini kuhusu Ishmaeli kulingana na Biblia? Ishmaeli alikuwa mwana wa kwanza wa Ibrahimu. Alizaliwa Ibrahimu alipokuwa na miaka 86 akiishi karibu na Hebroni. <laughs> Katika Mwanzo mlango wa 15, Mungu alimwahidi Ibrahimu wakati wa maono kwamba atakuwa na mwana na kuwa baba wa mataifa mengi. Wakati huo Ibrahimu hakuwa na mtoto, mkewe Sara hakuweza kupata mimba, hivyo wakajiuliza jinsi ahadi hii ingetimizwa. Karibu marafiki wapendwa, katika safari nyingine yenye kuvutia kupitia kurasa za Biblia kwenye kituo chetu Bible Stories. Leo tunachunguza simulizi la kuvutia la Ishmaeli, mwana wa Ibrahimu aliyesahaulika. Hadithi hii ya kibiblia ni mchanganyiko wa mapambano ya kibinadamu, ahadi za Mungu na neema yake isiyokoma. Ikiwa unapenda hadithi za imani, urithi na ukombozi, basi uko mahali sahihi. Kabla hatujaanza kuchunguza undani wa hadithi ya Ishmaeli, hakikisha umejiunga na kituo chetu na kubonyeza alama ya kengele ili usikose mafundisho ya kina kutoka maandiko matakatifu. Sasa, hebu tuanze safari hii ya nuru pamoja. Katika Mwanzo mlango wa kumi na sita mstari wa tatu, Sara ambaye wakati huo aliitwa Sarai alimwambia Ibrahimu ambaye wakati huo aliitwa Abramu apate mtoto kupitia mjakazi wake wa kiegio Hagari ambaye alimpa kuwa mke wake. Hei, basi Sarai mkewe Abramu akamtoa Hagari huyo Misri mjakazi wake, baada ya Abramu kukaa miaka kumi katika nchi ya Kanaani, akampa mumewe Abramu ili awe mke wake. Mwanzo mlango wa kumi na sita mstari wa tatu. Hii ilikuwa desturi ya kawaida wakati huo, hata wake wa Yakobo walifanya vivyo hivyo. Mtumishi angezalia bwana wake mtoto, lakini mtoto huyo alihesabiwa kuwa wa mke halali, hali inayoweza kuchukuliwa kama aina ya kuazima mimba ya zamani. Kwa hivyo, ingawa suluhisho hili lilionekana busara kwa Ibrahimu na Sara, liliibua matatizo zaidi kuliko lilivyotatua. Hagari alipata mimba na Ibrahimu. Lakini alipogundua kuwa ni mjamzito, alianza kumdharau Sara na Sara akamwendea Ibrahimu kwa malalamiko. Mwanzo mlango wa kumi na sita mstari wa nne hadi tano inasema hivi. Eina alipokiona kwamba amechukua mimba, bibi yake akawa mdogo machoni pake. Basi Sarai akamwambia Abrahamu, udhalimu wangu na uwe juu yako nilimpa mjakazi wangu katika kifua chako, naye alipokiona kwamba amechukua mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na ahukumu kati yangu na wewe. Mwanzo mlango wa kumi na sita mstari wa nne hadi tano. Ibrahimu alimruhusu Sara afanye alivyotaka. Sara akamtesa Hagari naye akakimbia. Miaka michache baadaye, Mungu alifanya agano na Ibrahimu akamtaka atahiri kila mwanaume wa nyumbani kwake. Mungu alimwamuru atahiri mwanawe Ishmaeli pamoja na kila mwanaume wa nyumbani, iwe aliyezaliwa humo au alinunuliwa kutoka kwa wageni. Ibrahimu alikuwa na miaka 99 alipotahiriwa na Ishmaeli alikuwa na miaka 13. Kuzaliwa kwa Isaka mwana halali wa Sara na Ibrahimu kuliongeza mvutano uliokuwepo kati ya Sara na Hagari. Kwa kweli haya yalianza kabla ya kuzaliwa kwa Ishmaeli. Malaika wa Bwana alikutana na Hagari jangwani na kumwamuru arudi kwa Ibrahimu. Huko jangwani, malaika alimwambia kuwa mtoto aliyembeba ataitwa Ishmaeli, maana yake ni Mungu amesikia e, kwa kuwa Bwana amesikia mateso yako. Mwanzo mlango wa kumi na sita mstari wa kumi na moja. Hata hivyo mzozo kati ya Sara na Hagari ulifikia kilele wakati Isaka alipoachishwa kunyonya. Sara akiwa na huzuni alimwomba Ibrahimu amfukuze Hagari pamoja na mwanawe. Ibrahimu alimpenda Ishmaeli kama mwana aliyemwahidiwa na Mungu. Hata Mungu aliposema Sara atazaa, Ibrahimu aliuliza kama Ishmaeli angeweza kuwa mridhi wake, ilaiti Ishmaeli angeishi mbele zako. Mwanzo mlango wa kumi na saba mstari wa kumi na nane. Hata baada ya Isaka kuzaliwa Ibrahimu aliendelea kumtendea Ishmaeli kwa upole, japokuwa Sara alitaka kumfukuza kwa hofu kwamba angekuwa tishio kwa Isaka. Mwanzo mlango wa ishirini na moja mstari wa tisa inasema, na Sara akamwona mwana wa Hagari huyo Misri, ambaye alimzalia Ibrahimu akicheka. Neno a akicheka linaweza kumaanisha alimdharau au labda alikuwa akicheza tu na Isaka, haiko wazi lakini kwa Sara uwepo wa Ishmaeli mwenyewe ulikuwa tishio. Mwandishi wa Mwanzo anaonyesha hadithi ya Ishmaeli ili kulinganisha kati ya Isaka na Ishmaeli hisi kama watu binafsi, bali kama vielelezo vya kazi ya Mungu. Hatimaye Hagari alifukuzwa na mwanawe. Mwanzo mlango wa ishirini na moja mstari wa 10 hadi 14. Hei, basi akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, kwa maana mwana wa mjakazi huyu hataridhi pamoja na mwanangu, yani Isaka. Neno hili lilimchukiza sana Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Lakini Mungu akamwambia Ibrahimu, usihuzunike kwa ajili ya huyo kijana wala kwa ajili ya mjakazi wako. Sikiliza maneno ya Sara, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa, kwa kuwa yeye ni uzao wako. Basi Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatwaa mkate na kiriba cha maji, akampa Hagari, akamtwika begani mwake pamoja na mtoto, akamruhusu aende zake. Naye akaondoka, akapotea katika jangwa la Beersheba. Walipokuwa karibu kufa kwa kiu, Mungu akasikia sauti ya mtoto na kumpa Hagari maji. Mungu alimwahidi kwamba Ishmaeli pia atakuwa taifa kuu. Mwanzo mlango wa 21 mstari wa 17 hadi 18. Unabii huu ulitimizwa kama tunavyosoma katika Mwanzo mlango wa 25 mstari wa 12 hadi 18. Ishmaeli alikuwa na wana kumi na wawili ambao walikuwa viongozi mashuhuri wa makabila yao. Hagari akiwa Misri alimchagulia mwanawe mke kutoka Misri. Ishmaeli aliishi katika jangwa la Parani. E walikaa kutoka Havila mpaka Shuri iliyo mashariki mwa Misri huendapo Ashuru. Mwanzo mlango wa 25 mstari wa 18. Na hawa ndio wana wa Ishmaeli waliotajwa katika Mwanzo mlango wa 25 mstari wa kumi na tatu hadi kumi na tano he na haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli kwa majina yao kwa jamaa zao. Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli alikuwa ni Nebayothi, kisha Kedari, Adbeli, Mibsamu, Mishma, Duma, Masa, Hadari, Tema, Yeturi, Nafishi na Kedema. Hivyo ndivyo Mungu alivyotimiza ahadi yake kwa mwana wa Ibrahimu, Ishmaeli, kwamba naye angekuwa taifa kuu. Kwa kushangaza, Ishmaeli alikuwa na wana kumi na wawili. Kwa kushangaza Ishmaeli anatambuliwa kuwa na wana kumi na wawili kama vile Yakobo alivyokuwa na wana kumi na wawili Hii inalinganishwa pia na wana kumi na wawili wa Nahori na wana kumi na wawili wa Esau. Baadaye, binti wa Ishmaeli aliolewa na Esau, mwana wa Isaka, kama inavyoonyeshwa katika Mwanzo mlango wa 28 mstari wa 9 na Mwanzo mlango wa 36 mstari wa tatu eneo la Havila ambako wazao wa Ishmaeli waliishi lilikuwa katika sehemu ya kaskazini ya rasi ya Uarabuni. Shuri lilikuwa jangwa kati ya Beer-Sheba katika jangwa la Negebu na Misri. Isaya mlango wa sitini mstari wa saba inawataja wazao wa Nebayothi na Kedari kuwa wafugaji wa kondoo. Wazao wa Ishmaeli waliitwa Waarabu, jina linalomaanisha watu wa hamahama. Tangu mwanzo wazao wa, wa Ishmaeli walikuwa watu wa vita, wakiishi kwa uadui na ndugu zao wote. Hivyo ndivyo utabiri wa Mungu ulivyotimia kwamba Ishmaeli angekuwa atakuwa, mtu kama pundamilia wa jangwani, mkono wake utakuwa juu ya watu wote na mkono wa kila mtu utakuwa juu yake, naye atakaa kwa uadui na ndugu zake wote. Mwanzo mlango wa kumi na sita mstari wa kumi na mbili. Baadaye watu wengine pia walikaa katika rasi ya Uarabuni wakiwemo wazao wa wana wa Ibrahimu kupitia Ketura. Moja Mambo ya Nyakati mlango wa moja mstari wa 32 hadi 33, na baadhi ya wazao wa Esau yani wa wa Malekia. Mwanzo mlango wa 36 mstari wa 12. Ingawa Isaka pekee ndiye aliyebaki kuwa mrithi wa Ibrahimu, Ishmaeli na wana wengine wa Ibrahimu waliozaliwa na wake wadogo pia walibarikiwa naye, kama inavyoonyeshwa katika Mwanzo mlango wa 25. Hii inaonyesha kwamba wana wa Hagari pamoja na wale wa Ketura walipokea mali kutoka kwa baba yao. Biblia haionyeshi ugomvi wowote kati ya Ishmaeli na Isaka walipokuwa watu wazima wote wawili wanatajwa wakimzika Ibrahimu katika pango la Makpela, Mwanzo mlango wa ishirini na tano mstari wa tisa. Majina ya wana wa Ishmaeli yanatajwa sehemu nyingine za Biblia kama ko mashuhuri za wakati huo. Wazao wa Ishmaeli mwana wa Ibrahimu wanajulikana katika Biblia kama Waishmaeli. Walikuwa wamepangwa katika makabila kumi na mawili yaliyokuwa yakiishi kwenye kambi zinazohama katika jangwa la kusini. Ishmaeli alikufa akiwa na miaka 137 mia. Mwanzo mlango wa 25 mstari wa 17. Biblia haijasema wazi mahali alipozikwa, lakini mapokeo ya Kiislamu yanadai kaburi lake lipo Kaaba huko Makka. Katika Agano Jipya, Ishmaeli anatajwa na Mtume Paulo, ambaye alitumia mfano wa mwana wa mjakazi katika fundisho lake la kiroho, akilinganisha wale wanaofuata sheria za kidini kwa kisheria na wale waliozaliwa kwa Roho na walio huru katika Kristo, Wagalatia mlango wa 4 mstari wa ishirini na moja. Jina Ishmaeli lilikuja kuwa la kawaida zaidi baadaye. Biblia inataja wahusika wengine pia waliitwa Ishmaeli. Mfano mmoja alikuwa mzao wa Sauli na Yonadhani, mwingine afisa wa cheo cha juu wakati wa utawala wa Yehoshafati, na mwingine alikuwa mwana wa kuhani wakati wa Ezra, Ezra mlango wa kumi mstari wa 22 lakini maarufu zaidi kati yao ni Ishmaeli mwana wa Nethania, mtu wa ukoo wa kifalme wa Daudi, ambaye katika kipindi cha utawala wa Babeli dhidi ya Wayahudi alimua Gedalia, gavana wa Yuda aliyeteuliwa na Nebukadneza. Yeremia mlango wa arobaini na moja mstari wa moja hadi kumi na tano. Mafunzo kutoka kwa hadithi ya Ishmaeli. Ishmaeli hakuwa mwana wa ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu, lakini Mungu alimlinda na kumbariki. Mungu mwenyewe ndiye aliyemchagulia jina Ishmaeli na akamkusudia ukuu. Hata kama hakuwa ndani ya agano, Ishmaeli alipata baraka ya kuwa na uzao mkubwa sawa na ule wa Isaka uliopangwa katika makabila kumi na mawili. Mungu alimtaja Ishmaeli pia kama ishara ya maisha ya kuhamahama ya wazao wake na changamoto watakazokutana nazo kutoka kwa watoto wa agano. Kwa muda wazao wa Ishmaeli waliungana na Wamidiani ambao nao walikuwa wazao wa Ibrahimu kupitia Ketura. Uhusiano huu ulipelekea kuchanganyika kwa mataifa na koo katika sehemu nyingi za Biblia. Leo hii Waarabu wanadai kuwa wanatokana na Ibrahimu kupitia Ishmaeli, jambo linaloaminiwa na Waislamu na baadhi ya Wakristo. Muhammad mwenyewe alitangaza kwamba anatokana na ukoo wa Ishmaeli kama ilivyoandikwa katika Kuran. Huenda kuna ukweli kiasi katika madai haya. Mwandishi na mishonari Kenneth Fleming aliandika kwamba ushahidi wa kihistoria unaonyesha Waishmaeli walikuwa sehemu kubwa ya chanzo cha kizazi cha Waarabu wa kaskazini. Maandishi ya kale yanaonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya Waarabu wa kaskazini na uzao wa Ishmaeli. Hata hivyo, si Waarabu wote wanatokana na Ishmaeli, kwa sababu pia kulikuwa na wazao wa Ketura na Esau waliokaa katika rasi ya Uarabuni. Wengine wa Waarabu wa sasa wanaweza kuwa na asili ya Ishmaeli lakini si wote. Kinyume na madai ya Kiislamu, Biblia inafundisha kwamba Mungu alimfanya Ishmaeli kuwa taifa kuu. Wazao wake wanaweza kushiriki baraka za Ibrahimu kwa kuweka imani yao kwa Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu. Hadithi ya Ishmaeli mwana wa Ibrahimu inazidi historia ya mtu binafsi. Inafunua sehemu muhimu ya kazi ya Mungu na namna neema yake ilivyodhihirika katika historia ya wokovu. Ishmaeli anawakilisha kuzaliwa kwa asili, matokeo ya umoja kati ya Ibrahimu na Hajiri, ilhali Isaka anawakilisha kuzaliwa kwa muujiza, Mungu alipowezesha mwanamke tasa mwenye miaka tisini kupata mtoto. Mtume Paulo alitumia simulizi la Hajiri na Sara kuonyesha ukweli wa kiroho kuhusu wokovu wetu. Katika Wagalatia mlango wa 4, Hajiri anaashiria agano la kale lililojengwa juu ya matendo ya kibinadamu na sheria, wakati Sara anaashiria agano jipya lililo juu ya neema ya Mungu kupitia kazi ya ukombozi kwa wanadamu. E, lakini kama vile yule aliyezaliwa kwa jinsi ya mwili alivyomtesa yule aliyezaliwa kwa roho, vivyo hivyo ndivyo ilivyo sasa. Lakini maandiko yasemaje? Mfukuze mjakazi na mwanawe kwa maana mwana wa mjakazi hataridhi pamoja na mwana wa mke aliye huru. Basi ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi bali wa mwanamke aliye huru. Wagalatia mlango wa nne mstari wa ishirini na tisa hadi thelathini na moja. Kwa hivyo sisi tulio waamini, tulio kombolewa, tumezaliwa upya kwa roho na tumejitolea kwa mapenzi ya Mungu, sio watoto wa mjakazi bali wa mwanamke aliye huru, tukiwa watoto wa neema. Kama hadithi ya Ishmaeli imekugusa, jiandikishe, penda video hii na shiriki na ndugu zako. Kwa kufanya hivyo unasaidia kueneza hekima ya maandiko na kujenga jamii ya wanaoenzi neno la Mungu. Asante kwa kuwa sehemu ya hadithi za Biblia. Mpaka wakati mwingine, neema na hekima ya maandiko ya kutie nuru katika njia zako. Jiandikishe, shiriki, naendelea nasi kwa hadithi zaidi kutoka kurasa takatifu za Biblia. Shalom. Thank you.